Funguo hii na wakabizi yeah. Nyie kama vijana wenzangu kama watu wapambanaji wenzangu yeah, na wakabizini pikipiki ni mpya kabisa. Saidi, kabisa haina tatizo lolote Saidi. Na ina mafuta, kazi hapa ni nyie kuanza kuchapa kazi yeah. piki pikipiki hii, pikipiki hii. Pikipiki hii. Tume, tumeona vijana wengi wakipewa, wanataka wanatakiwa walete elfu kumi kwa, kwa, kwa siku sisi kijiwe chenu cha Ngome Kuu hmm. Hapa tunawakabidhi na tunataka shilingi elfu tatu tu, niye ndo mtajua nyiye ndo mtajua ni kijana gani mnayemwamini ambaye atafanya biashara, na lengo ni kuwasaidia kijiwe chenu. Kina ving'amuzi kina biashara zingine zinaendelea hapa. Nani atalipa hivyo ving'amuzi? Ni hii pikipiki ambayo mtafanya nao biashara, itasaidia kukava hmm na kazi hii tutaendelea nayo kadri siku zinavyozidi kwenda. Nataka nihakikishe katika miaka mitano yangu mimi ya, ya uongozi wangu nihakikishe nimeziweka mtaani pikipiki piki zisizopungua mia mbili hamsini. Kwa pikipiki mia mbili hamsini, gharama yake ni sawasawa na milioni mia saba hamsini. Ni pesa nyingi sana ambazo ili mtu aweze kufanya hiyo kazi, lazima awe na moyo wa kusaidia vijana wenzake. <coughs> milioni mia saba hamsini ni pesa ambayo hata mbunge akistaafu hawezi awezi kuipata, lakini mimi nitahakikisha nairudisha mtaani. Naipataje hiyo pesa? Ninao wadau, ninao marafiki zangu, ninao ndugu zangu, ninaye uh, moja kati ya wazazi wangu mtu alienilea, Diamond Platinum, ni moja kati ya watu ambao atachangia. <coughs> kwa hiyo itakuwa ni kazi yangu mimi kuhangaika kwa wadau wengine kuhakikisha napata pesa au ananipa pikipiki kwa ajili ya kuja kuzileta kwenye mkoa wangu wa Kigoma, kuwasapoti vijana. Hongereni sana, barasele eh, bana eh, chuma hii hapa duga. Sasa mpeni mtu mlevi aende akakiingiza kwenye shida.